Natosha mzee msomi, naomba baraka zako, naomba kiatu chako. Asante sisi mnamuona Kijuju juu. Namtambua Abakura ndugu yangu, namshukuru sana Mheshimiwa Kijuju. Kijuju kiongozi mzuri. Mimi namfahamu, niko karibu naye sana, ni mtu hajivuni, halindi wa usiku na mchana. Tumjazie kura Kijuju, tuone maendeleo. Asante sana CCM oye! Yaani nimeonesha mfano kidogo tu hapa, wamekuja wawakilishi wa kila kila aina Wazee, wafanyabiashara, kina mama, sijui nani, wamekuja hapa, lengo kubwa muone picha kwamba hawa ndio nitakao fanya nao kazi. Haya ndio makundi ambayo nimealika waone hapa, tunaomba kura. Na mimi nikiwa kiongozi, kitu cha kwanza kufatana na wataalamu wangu kukutana na makundi haya. Haya ni kwa mfano kuhakikisha kila mmoja tunamfikia. Mimi sipendi kuambiwa kwamba kwa afadhali ya yule, neno hilo mimi silitaki. Watu wajue kwamba miaka mitano mingi, ndugu zangu, lakini usije ukaingia madarakani alafu watu wakajuma kidole, afadhali ya yule. Mi nasema iko kitu namwomba Mwenyezi Mungu isinitokee. Mi nataka niwe mpaka kiama mpaka kiama kubwa, na mwomba Mwenyezi Mungu uzima tu uhai na namwatia mwenye, lakini nakuhakikisheni na kwa kuahidini na kwa kwamba nitafanya kazi na wananchi, siwezi kuwa mtumishi wa halmashauri wananchi wangu huku wana kero mbalimbali Baada ya kusema hayo, kwa makundi yote mliokuwepo hapa, naombeni tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mkanichague kwa kishindo. Mpo tayari? Mpo tayari kwa mbunge Kipanga? Mpo tayari kumjazia kura mama Samia? Asanteni sana kwa kunisikiliza kidumu chama cha mapinduzi CCM oyee umemsikia mmeusikia mpango kazi twendeni tukapige kura mwenezi karibu uchukue hadhara yako. wewe.